Karibu katika Himaya ya Simulizi kaa. Kaa tayari kwa sababu unapoingia hapa, hutoki kama ulivyoingia ulivyoingia. Pia usisahau kusabusi klaibu kwenye chaneli ya YouTube, nenda YouTube andika Himaya ya Simulizi simulizi. Mateso ndani ya sanduku sehemu ya sita sita. Ilipoishia, Amosi alishuka kwenye boda huku akishangaa shangaa sababu hii ndiyo ilikuwa mara yake ya kwanza kufika Tanga mjini. Sasa wakati anashangaa shangaa alishikwa bega. Amosi, ilikuwa sauti kutoka nyuma ake. Endelea. Alipogeuka alishanga sana kumwona kaka yake Maiko. Ilikuwa kama bahati. Kaka, vipi mbona upo huku? Amosi aliuliza kwa mshangao. Nimepata taarifa zako, hivyo ndo nimekuja tukutafute, cha ajabu na kuona hapa. Kama bahati tumekutana ila safari ilikuwa kuja nyumbani kwa ili tukutafute. Kwa kuwa nimekuona, tutaondoka wote, mama tutampa taarifa. Ukweli nilifurahi sana kusikia kaka anaondoka na mimi. Sawa kaka, asante sana kwa kunijali, nilimjibu huku na tabasamu. Usijali wendo mdogo wangu wa pekee, aya nipate huku. Niliongoza na kaka hadi kwenye gari yake. Ukweli gari ilikuwa kali sana. Niliposoma jina ilikuwa imeandikwa Verosa. Ukweli hii nayo ndiyo kwanza niliona leo. Kaka akuwahi kurudia gari hata mara moja, kila siku alikuwa anakuja na gari tofauti. Hii ilinipa hamasa ya kuwa na uhakika wa kupata kazi nami niwe kama kaka, nibadilishe magari kila siku. Tuliingia ndani ya gari na safari ya kwenda jijini Dar es Salaam ilianza. Kichwani nimuwaza mama kijacho. Anita sikujua hatima yake itakuwaje. Ili niliahidi lazima nimua. Sasa mdogo wangu ilikuwaje mpaka unampa mimba mwanafunzi? Mama kaniambia umemimba mtoto wa Mzee Sudi. Na ukorofi wake wote si umejimalia makaa ya moto. Aliongea kaka Maiko huku anaendelesha gari. Ujana tu kaka, si unajua tena? Nilijiongelesha kwa sauti ya chini. Du, sawa. Tutajua tunafanyaje. Shika simu, uongee na mama yako, umtoe wasiwasi, asije kufa kwa presha bure, alisema kaka Maiko na nakunikabidhi simu yake. Nilipigi simu. Ukweli mama alifurahi aliposikia sauti yangu. Jamani, dua zangu zimejibiwa. Mama aliuliza jinsi kaka alivyonipata. Ukweli ilikuwa kama ndoto. Basi mama, usimwambie kama nipo kwa kaka. Usijali kwanza, hata wakijua hawawezi kupaa jua. Tulimaliza maongezi, amani ya moyo ilirudi kidogo. Ukweli nilikuwa mshamba, japo kaka alikuwa ananipigisha stori, ila mimi nilikuwa nashangaa nje jinsi miji ilivyojengeka, sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kutoka nje ya Tanga kwa maisha yangu yote. Tulifika Da, ilikuwa mida ya jioni. Kaka alipeleka gari katika gereji moja hivi, hapo tulishuka. Tuliposhuka, wafanyakazi wa pale wengi waliniangalia kana kwamba wananijua au kuna kitu wamesikia kuhusu mimi. Niliamua kupotezea tu. Bosi, naona umerudi, aliongea jamaa mmoja, alionekana naye ni mfanya kazi wa pale kutokana na mavazi aliyovaa. Acha hizo wewe, shika hivi funguo, alinipigia simu anakuja saa mbili hivyo, utampa jina la bosi. Lilinipa maswali kidogo. Kumbe, kaka ana ofisi kubwa kama hii na vijana wengi kama hivi. Sasa kwa nini mimi ataki kuniajili? Nilijiuliza, ila sikupata jibu. Kaka alimkabidhi funguo yule jamaa, tukaondoka. Safari ya kwenda kwa kaka ilianza. Baada ya mwendo kafupi, kaka aliniambia maneno ambayo yalinishangaza sana. Je, ni maneno gani hayo? Usikose sehemu ya saba.